Ha, kwa ujumla hali iko katika hali ya, ya utulivu. Hali ni shwari. E, tunashuhudia watu wakiwa bado wameendelea katika kuwa katika hali ya utulivu katika miji yetu yote: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Geita, kote miji yote mikubwa kwa kweli kumetulia. Dodoma kote kumetulia kabisa. Sisi hatujazuia mtu kutoka, na watu wanatembea. Hata nimepita kidogo huko, wanakaguliwa. Kwa nini kukaguliwa? Si utaratibu wa kawaida tu? Kuna duniani mahali ambapo watu hawakaguliwi? Hapa kusagu. Bon tunatembea tu hey, huru kabisa, huulizwi njiani kitambulisho chako kiko wapi? Inapofikia hali ya kuulizwa kitambulisho chako kiko wapi, maanake ni kwamba nchi iko katika wasiwasi na mashaka, eh, si wasiwasi wa maandamano okay, unajulikana mbona. Na kwa hiyo hata maswali yanakuuliza unakwenda, watu unaenda wapi? Kama ukishajieleza, una kitambulisho chako, unaendelea na shughuli zako. Hawa waliopanga maandamano wamesikika wakisema kwamba haya sio maandamano ya siku moja, maanake ni maandamano endelevu. Wanapoamua kwamba wataandamana kesho au kesho kutwa, hali itaendelea kuwa hivi ya kuwepo vikosi vya usalama E, katika mitaa na miji ya Tanzania ha, sisi, sisi jukumu la la ulinzi ni la siku zote. Na hata kama tume, umeweza kuona kwa muda mrefu tangu tulipopata matatizo ya tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba e, tulikuwa katika mazingira ya kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama na wananchi wanafanya kazi zao kwa amani, lakini hawa wanaohamasisha maandamano wanapenda kutaja siku ya kufanya hivyo. Walipohitaja Disemba tisa ilibidi e, na sisi tuweze ku, kujiandaa vizuri zaidi kwa kwamba wananchi kwanza wanapata ufahamu na uelewa juu ya umuhimu wa kulinda amani na usalama wao. Watanzania wanaweza wakajivunia nini katika miaka sitini na nne ya uhuru? Kwanza, kwanza ni mafanikio ya maendeleo ambayo tumeyafikia. Mafanikio ni makubwa sana tuna, tuna treni ya umeme sasa tunaelekea Dodoma, tunaanza kwenda Mwanza na tunaanza kwenda kwa nchi za magharibi kwa wenzetu huko eh, Kongo, Rwanda, Burundi, tunataka tuna, kwenda kuunganisha huko. Tanzania imebadilika. Tanzania i, iko angani tuna ndege za kutosha, utalii ume, umefunguka, mambo ni mazuri.